Hello, Bwana Yesu asifiwe. Mpendo katika Bwana, majina yangu ni aitwa Brian Frankie. Siku ya leo nataka tuzungumze kuhusu jambo moja linaitwa agano la chumvi. Umewahi kusikia kuhusu agano la chumvi? Agano hili ni agano ambalo Mungu anaagana na wanadamu wengi, lakini pia aliagana na wanadamu wengi, na yamkini ameagana ya na wewe bila kujua kwamba umeagana agano la chumvi. Agano la chumvi ni agano gani? Agano hili limeandikwa katika Biblia mara tatu tu katika kitabu cha Hesabu, mambo ya wa Walawi, lakini pia na kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa pili. Sasa, agano hili likoje? Na siku ya leo nilikuwa nikisoma soma kitabu cha Samueli lakini kitabu cha Wafalme, lakini pia na kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili nikakutana na neno hili agano la chumvi, ndipo nikakumbuka nimewahi kulisoma katika kitabu cha Hesabu, na si mara moja wala si mara mbili nilikuwa nimelisoma jambo hili, na katika ile hesabu limeandikwa, katika ile Hesabu 18 ule mstari wa 19 ambapo Mungu alikuwa anatoa haki ya Walawi katika zaka na sadaka. Sadaka za kuteketezwa na vitu vingine ambavyo vilikuwa vinatolewa, akasema kwamba Walawi, hizi hizi sadaka na zaka vitakuwa ni, ni, ni kwenu, na hii itakuwa ni amri ya milele na hili litakuwa ni agano la ni agano la chumvi kwenu. Agano la chumvi ni agano la namna gani, wapendwa katika Bwana? Basi nikafikiri nika sana nikafikiri sana, ndipo nilipokuja kusoma vizuri tena hichi kitabu cha, cha, cha mambo ya nyakati wa pili ile kumi na tatu mstari kuanzia wa kwanza na kuendelea pale, na hii ni baada ya kwamba Abia alipokuwa anaenda kupigana na Yeroboamu. Tukumbuke kwamba Yeroboamu kipindi hiki amekuwa ni mfalme katika, katika, katika Israel, lakini Abia amekuwa mfalme katika, katika Yuda pamoja na Benjamini. Kwa nini amekuwa mfalme? Kwa nini ni kabila ni kanini? Wote ni taifa la Mungu, wote ni Israel, lakini wamegawanyika. Waligawanyika ni baada ba, ni baada ya, ya Sulemani ni baada ya Sulemani baada ya, ya, ya Sulemani kufanya makosa, baada ya kufanya makosa Sulemani ya, ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya kutengeneza miungu mingine na vitu vingine, ndipo Mungu akasema ufalme wako utagawanyika, na kweli ufalme uligawanyika, na Mungu alikuwa amekusudia jambo hili alipoingia mtoto wa, wa, wa, wa, wa Sulemani ambaye ni Rehoboam kutawala alipotawala alipoingia tu kutawala, wakati huo Yeroboamu akiwa amekimbia yuko Misri aliporudi na kugundua kwamba Sulemani amekufa, alitoka Misri akarudi kuja Israeli alipofika katika Israeli wakamuomba wakamuomba waka muomba, waka waka muomba Yeroboamu ili atawaze kuwa mfalme, wakamuomba kwamba tupunguzie kongwa. Na hii kongwa ni kongwa namna gani? Mateso manake aliyokuwa yanatoka yanatu kwa mfalme au mizigo ambayo ilikuwa kwa kwa kwa kwa Israeli kutoka kwa mfalme, na hii mizigo ni kwamba walitafuta wenyewe tukisoma katika ile katika ile Samweli wakati tunasoma Samweli wa kwanza waliomba Mungu kwamba Mungu nao anataka awe na mfalme. Mungu akamwambia huyu mfalme ambaye mtamchukua atawachukua binti zenu, atachukua watoto wenu na mazao yenu, mtatumika kwake. Sasa wakawa naomba kwamba ili kongo ipungue, ipunguke kutoka kwa, kwa, kwa mfalme, ndipo ili jambo likasababisha hawa watu waweze kugawanyika. Ndipo nikarudi kuja kusoma Mambo ya Nyakati wa Pili kumi na tatu ule mstari kuanzia wa, wa kwanza na kuendelea, lakini hili agano la chumvi limeandikwa katika ule mstari wa tano. Nikaja, kuna, kuna, kulikuwa na, na vita kati ya ya Yeroboam ambaye alikuwa ni mfalme wa Israeli lakini pia na Abia ambaye alikuwa ni mfalme katika Yuda na Benjamini. Kwa Abia huyu mfalme wa Yuda akasimama katika kilima cha Semaraimu. Hichi kilima kilikuwa Efraim. Akasimama kwa ujasiri sana, akasema, akamwambia Israeli wote pamoja na mfalme Yeroboam, kuambia kwa kwamba am, amfahamu kwamba Mungu alifanya agano na Daudi na kumpatia ufalme huu mi, kuwa ufalme wa milele kwake, kwamba utunze na kuhifadhi pamoja na wazao wake kwa agano la chumvi. Ndipo nikajiuliza ili agano la chumvi ni agano gani? Amina, ili agano la chumvi, chumvi kwanza, uhi, ni agano gani? Kabla hatuja kwenye agano la chumvi, tumjue huyu Abia ni nani? Abia alikuwa ni mtoto wa Rehoboamu. Rehoboamu alikuwa ni mtoto wa Sulemani. Sulemani alikuwa ni mtoto wa Daudi. Kumbe huu ni ufalme wote wa Daudi, amina. Ndipo anakuja anatetea ufalme wake kwa ujasiri kabisa, anaongea jambo hili kwa agano la chumvi. Mungu alifanya, alifanya ili agano, nikajiuliza chumvi ni nini kwanza nikagundua chumvi na kazi gani? Chumvi kazi yake ni kutunza kitu kwa muda mrefu, lakini pia chumvi kazi yake ni kukoleza kitu na kukilinda kitu kisiharibike. Nikagundua haa, kumbe Mungu alikuwa amefanya agano na Daudi katika umilele kwa agano la chumvi ikimaanisha kwamba anatakiwa aitunze Israeli milele na jina lake lipate kuwa katika Israeli milele na ufalme wake upate kuhifadhi na kuutunza Israeli kwa muda mrefu kabisa, mpaka ambapo Mungu ambapo yeye atakapokuwa amekubali kitu kutokuwa na ukomo. Hiyo ndio milele, ndiyo ambacho, ndio agano ambalo Mungu alikuwa amelifanya. Kwa hivyo, Mungu alikuwa amefanya amefanya agano la chumvi, ikimaanisha kwamba anataka Daudi aitunze anataka ufalme wa Daudi uitunze Israeli milele, kwa sababu ni ufalme ambao ulikuwa ni ufalme mzuri, ulikuwa ni ufalme wenye nguvu, ni ufalme wenye kibali, ni unyenyekevu na uaminifu. Hivyo Mungu akapendeza na ufalme wa Daudi, akataka ufalme wa Daudi uitunze Israeli milele, ndipo akafanya naye agano hili la chumvi. Kwa hiyo kumbe wewe je, nataka nikuulize swali moja mpendo katika Bwana, je, umefanya na Mungu agano la chumvi? Umefanya na Mungu agano la chumvi? Yesu Kristo alipokuja akasema, ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Amina. chumvi ikiharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai kitu zaidi ya kutupwa. Lakini kwa kuwa tumeshakuwa chumvi ya ulimwengu, yatupasa tukolee, yatupasa tutunze, yatupasa tuhifadhi. Kwa kumbe sisi na Mungu tumefanya agano la chumvi, ambayo ni agano la milele, agano la kuhifadhi na kutunzwa milele na Bwana. Amina. Kwa mpendo katika Bwana, hilo ndilo agano la chumvi na